Kaka, unaitwa nani? Zebedia Richard Mtwangu. Unatokea mkoa gani ulikozaliwa? Mimi nilizaliwa Kigoma, ni Mnyamwezi wa Tabora. Mm. Haya, una shida gani? Uchumi tu, uchumi tu. Hmm. Wewe hujalogwa. Hebu kanisa zima kila mtu aseme hajalogwa, hajalogwa. Rudia mara ya pili, rudia mara ya mwisho, huyu hajalogwa. Naomba mumpe kiti hapa akae. Nitumuonyeshe kitu ambacho huyu alifanya kitu kidogo sana, huyu hajalogwa. Hebu rudia hapo ulipo kwamba hajalogwa, alafu mwambie jirani, jirani yako kwamba Afrikana kumekucha, Mbezi Bichi kuna waka moto, Roho Mtakatifu ameanza kazi leo. Huyu hakulogwa, ni mganga ambaye aliletwa kwa ajili ya familia nzima, wakachanjwa wote, familia nzima ni umri wa miaka kumi na tano kwenda miaka kumi na saba ndo walichanjwa wao wote, familia nzima. Kuanzia hapo ndo maisha ya huyu yalibadilika, na mpaka leo yeye mwenyewe, chale zake za hapa zipo, chale zake za hapa zipo, hapa zipo, hapa kwenye mguu zipo, hapa zipo, hapa zipo, hapa zipo kwenye mkono hapa, zipo kwenye mkono hapa zipo, mkono hapa zipo. Tongo yako ziangalie tunataka kuangalia wewe mwenyewe, sisi tuonyeshe tu kwamba hizi hapa mnani, mpaka za hapa nazo mumuonyeshe. hili lilikuwa ni zindiko la familia nzima, lakini aliyekwenda kuwafanyia zindiko ndiye aliyewazunguka. mwonyeshe na za hapa, hapa. Fungua fungua kishikizo hicho, aangalie mwenyewe vizuri, nataka uzione, toe mwenyewe. Ebu wa baba, njoni muone, njoni muone, mumsaidie mwenzenu, mumwambie bwana, hizi hapa zinaonekana eh? umeshaziona? Yeah, ziwa kwa wewe. Na mambo ya namna hii wanafanyiwa watu wengi, mtu anakufanyia kama vile anakufanyia zindiko, kumbe hapo ndo anapoondoka na kila kitu. Lakini sasa tatizo lako sasa hivi kuna kuna, kuna baadhi ya maeneo kwenye mwili wako umeanza kuwa na gans unaelekea kupigwa na stroke. Simama pale, mpeni package moja ya maji pale, unaona sasa hivi una, una. Sasa hivi, una miaka mingapi kwanza ndugu yangu? 66. Ah. Sitini na sita, leo ndo unafunguliwa bado, minne ufike sabini. Hebu mahala mtu mmoja aliposema shetani hauna adabu, rudia mara ya pili, rudia mara ya nne. Kaka, naomba hiyo pati nishike kwa mkono wangu mwenyewe, njoo leta, nakubarikini ndani ya miezi miwili tu utakuja kuniambia hapa kwamba una hela. Miezi miwili tu. Baba, kwa mamlaka na kwa sifa zako anapokwenda kuyaoga maji haya ambayo Mungu alisema roho ni maji ya uzima, basi kila lililofanyika kwenye mwili wake halitafanya kazi tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Ehe, anayefuata.